Nishajaribu kuongea naye ndio maana haambiliki, mshikaji, ukamwelekeza fresh. Kuna, kuna, mtu anajaribu kuongea naye, kaambia hata mwanangu, kwa nini usiangalie mmoja tu hapo wa kuishi naye? Ndio sasa mwenyewe kwa sababu kaona kashapendwa, basi anaona pote ile ambayo anakula wote. Ah, sasa ile sio issue, ila unajua nini, kwa sababu yule pale mwanaume mwenzetu tunakaa naye chini tunamwelekeza hmm. au unasemaje, anaambilika sasa? Mimi nishaye kukaa naye chini nikamwambia, lakini Jamaa, haelewi. Oh. Sasa kwa nini? Ila unajua ni nini? Ina maana wewe ulimfuata wewe, kama wewe au niongea naye mi, ule staff yangu kuna muda mi mpankamwelekeza mm. lakini kaja amshikaje amiliki kabisa haeleweki. Unajua? Kuna baadhi ya vitu nazokavifanya ukajitafutia lana la wewe mwenyewe bila so, kujijua Hasa wewe, fikiria ndugu yangu, dada m dada na mdogo, mtu ambao wamekaa tumbo moja miezi tisa alafu wote unakula, Jamaa wote wanafikia. Wewe ni mtihani. Hata wewe unajaribu kuongea kuongea naye, naye? Ah, hapana. Jaribu kuongea naye kama atakuelewa. Unajua nini Osta? Hmm, yani kama endapo wewe ulienda alafu akawa hajakuelewa, haitakiwi mimi niende, ila kinachopaswa sasa hivi ni twende, mimi na wewe hata tukajaribu kwa mara ya pili. Tukajaribu kuongea naye, labda huenda inaweza ikawa kidogo inasaidia, kwa sababu ukiangalia wewe ulienda peke yako, mimi nami nikienda peke yangu itakuwa mtenga. Lakini kama tukienda wote atasema ah, ina maana kumbe hivi issue ni watu wengi wanajua. Ina maana yeye inaweza ikamwingia akilini kidogo. At least anaweza akatusikiliza, au unasema fresh? Basi ngoja mimi nichukue mbasi hapa mama. Basi haina shida Zoea karenja hivi. <laughs> Dada, kwani unashindwa kukompea? Kati ya mimi na wewe, nani anapendwa? Hizo ndio dharau zako. Sio dharau dada, wewe hupendwi na yule ni shebeji yako. Hayo ndio maneno mnayoongea mkikutana. Kumbuka kasibu ni wa kwangu mimi, sio wa kwako wewe. Yamekuwa hayo, mimi ndio nimeanza Mama, unamuona mwanao anavyoniletea zarau zake huku nje? Ajue kwamba yule ni shemeji yake. Weka leo. Kwa nini mheshimu dada yako sasa? Mama, si mheshimu kivipi? Umsikia anavyosema dada, mimi ndio haniheshimu. Mama, mimi yule Kasimu ni bwana wangu. Ni muongo, mimi ndio nilianza naye. Sasa dada, usitaki kubishana mimi Kasimu ndo nimeanza naye ndo ukaja ukatuingilia. Wa kwanza ni nani? Kati yangu. Wa kwanza ni mimi dada. Mama ni muongo. Sasa hivi kalenja. Naomba unielewe. Wewe dada yako naomba mheshimu. Umesikia? Kwa sababu huyu ndo mkubwa, wewe kuolewa na wewe Kasimu, kwa sababu huyu ndo mkubwa kuzaliwa. Wewe utafuatilia kuolewa na mwanamume mwingine. Kwa hiyo Kasimu kuanzia sasa hivi, Muache wewe dada yako. Sasa Kasimu mpenzi. Ah! Ha? Haiwezekani wewe Kasimu mchonganishi. Kasimu muongo! Akija kwako anasema hampendi huyu. Akija kwa huyu anasema hawakupendi wewe. Sasa anasema hivi, huyo Kasimu huyu ndio atakayemuoa. Ila wewe sasa subiri kwanza muache dadako apate ndoa, halafu ndio je wewe ndio kanuni yako wewe, hapatana. Haiwezekani mwanzo kuolewa wewe, huyu dadako yupo. Umesikia mwanangu? Kani mama. Hapana vipi? Kwani unakosa zalao? Eh? Hebu jiheshimu. Na umheshimu huyu dada yako. Huyu ni dada yako katangulia kuzaliwa kwa hiyo naomba umheshimu. Huyo Kasimu huyu ndo atakaye muoa na sitaki na kusikia mnabishana. Kasimu Kasimu Kasimu Kasimu, sitaki kusikia kuanzia sasa hivi. Kasimu Kasimu Kasimu Kasimu, <laughs> <papia. Kasimu>, <laughs> Yes. Bado umekazana kabisa jamani. Sasa mama ananitambia hivi Kasimu. Mbona sikuelewi na mdogo wangu? Kuna nini kinaendelea kati yenu? Hakuna kinachoendelea. Kwani kuna nini? Nimeona dalili zote na yeye amenithibitishia kwamba unampenda. Mimi na na mtenda mdogo wako. Ndio. Sikiza mpenzi. Sikiza. Sikiza mpenzi. Mimi siwezi nikawa na Kalenja. Mimi nakupenda wewe tu. Mimi na Kalenja wapi na wapi? Mimi nakupenda wewe tu Geti. Huyu Kalenja itakuwa kuna kitu anakitafuta. Nitaamini vipi? Yaani kitu Yaani, moyo wangu ukiufungua, yaani ni wewe tu na sio Kalenja. Alafu huyu Kalenja huyu, na hisi kuna kitu anataka kukifanya ili atugombanishe mimi na wewe. Acha kumsikiliza Kalenja, sijui umenielewa, menielewa

Kila siku Kasimu, achana naye Kasimu yako dada yako. Lakini mwanangu, hunielewi kwa nini? Kwa eh, kwa nae, eh, lakini kwa nini kwenye mia zetu sisi na desturi, anaanza kwanza kuolewa kuola dada mtu ndo unakuja wewe sasa. Kwa nini kila kukicha mawasiliano huku na Kasimu, mkutani wapi? Mwanangu, kwa nini unadhalilisha mwanangu? Kwa nini unakosa heshima? Eh? Si naongea na wewe? Si nikwambia achana na Kasimu. Mbona unielewi, jamani, kila siku somo ndio hilo hilo jamani? Naomba tabia hiyo uache. Yule Kasimu achana naye, Kasimu adada yako. Usizalilishe namna <tipa> hiyo kila kukicha mnakobania mwanangu mmoja. Eh, bwana umeisha mwanangu? Ah, hebu ndokeni bwana, mimi nimechoka kila kukicha maswala ndio hao hao jamani acha mimi nikimkaa kwanza, kuna mteja wangu anavuja. Haya mama, umekuja hapa, tatizo ni nini? Baba, tatizo langu mimi na watoto wangu hawa wawili wakike, na watoto wawili wakike, watoto hawa wanamgombania mwanaume huyu, wanamgombania mwanaume mmoja sawa. Eh. Sawa, sawa. Kwa hiyo mimi sijapenda kumgombania mwanamume mmoja sawa, sawa. Unataka nikusaidieje? Nisaidie huyu mdogo wafarakanisha asereaa na ule mwanaume. Awe na ule mkubwa, ule mwanaume awe na huyu mwanangu mkubwa. Sawa, sawa. Yaani shida yako nilenko kaikielewa mimi hapo, ndio kwamba unachokitaka wewe, yule mwana mdogo tumfarakanishe na yule mwanaume, wasipendane, ndio anchukie, yaani ya kabisa. Eh. Ila yule mkubwa ndo wapendwa na yule mwanaume, si ndo shida yako? Ndio. Sasa wala haina tatizo sawa. Mimi ndo mganga kimbunga. Ah, wewe ndo mganga kimbunga? E, toka huko Matemanga huko. Sasa kama ulikuwa nasikia kuna mganga kimbunga, mganga e. mwenye kimbunga huyo ndo mimi. Eh e, toka huko Matemanga huko. Sasa mama hapa cha kufanya naomba unipe majina yao. Sawa baba, wa kwanza ndio anaitwa Keti Meli. Anaitwa Keti Meli? Ehe. Na huyo mdogo ambaye wa pili anaitwa Kalenja Meli. Anaitwa Kalenja Meli. <coughs> Aya mama, hapa unaona nini? Ah, namuona yule. Ndo mwanangu mkubwa huyo huyu ndo mwanao mkubwa huyo huyo baba huyo huyo baba huyu ndo mwanao mkubwa keti huyo baba keti ndo huyo yaani huyo ndo keti. eh ndo keti. kwa hiyo huyu ndo ukitaka apendwe na mwanao mkubwa eh ndio sawa sawa eh baba kuna tatizo haya tena kuna unaona nini huyo ah, ndo mwanangu mdogo huyo karenja huyo baba huyo karenja Huyu ndo mtoto wako ndogo. Huyo ndo ukitaka tumfalakanishe. Wasipendane kabisa ndo, ndo, ndo, ndo, ndo, ndo, ndo. Tu ndo huyo huyo. Ashi hakuna tatizo. Ae, baba nisaidie, baba kwa sababu ni misha wafahamu na ni misha wadua. Saba, baba basi, wewe usijali wewe, nenda hiki kitu nataka nikifanye kiwe kikubwa zaidi ndio. Sawa sawa eh? Sawa. Nachokuomba wewe nenda, nikimaliza kazi yako hiyo utakuja unipe hela yangu. Eh, hey, wala hakuna tatizo mimi kazi nitaifanya, wewe nenda utakuja unipe pesa yangu. Sawasawa. Sawasawa, eh? Sawasawa, Mganga Kimbunga. Haya, nakutakia safari njema sawa. Saai kwangu kule tulishamalizana. Mimi siwezi nikaishi na jini Kalenja. Kalenja, wewe ni jini. Kama ni kuhusu swala la kuishi kaishi na majini wenzio huko, sio mimi. Kwani vipi ni kosa langu nini? Na nimefanya nini Kalenja? Naomba unielewe. Sitaki unifatefate. Sitaki unifatefate. Nishakwambia siwezi kuishi na majini Kalenja. Tulishaongea ile swala tokea kule, kule nyumbani. Kwani unanifatafata lakini? Tena sikiliza. Sikutaki. Sitaki kuongea maneno mengi, ondoka. Toka bwana. Nakutia magofu leo. Huyu mwanamke ana mambo ya ajabu sana. Mwanangu, mwanamke jini kabisa huyo hapa. Kuna shule ya sekondari Mungu Maji ambayo ilikuwa ni O level peke yake

Kila siku sina kwambia, achana na Kasimu kasi, mwanangu. Mama, lakini nampenda. Sasa unampenda, lakini kwa mwanamume gani yule? Wewe una kasoro gani ya kutaka kupata na mwingine? Kwani mwanamume yeye ni Kasimu tu? Achana na Kasimu, kila siku nakwambia. Tena kwanzia leo sitaki kusikia mdomoni kwako Kasimu, Kasimu, Kasimu. Yeye nani kwako? Hebu niondokea, niondokea, niondokee ndakalia chomani kwako, mjinga mkubwa wewe. Madadewee madadia laje. Aya mama, karibu karibu mama. Karibu asante baba, nimekuja, a nimekuja. Mambo yako safi? Mambo yamekwenda vizuri? Yamekwenda vizuri sana, kabisa. Ndiyo. Hey, yule mdogo kachwa? We bwana, yule mkubwa ndo kachukuliwa. Yule mkubwa ndio amechukuliwa? eh Kilicho nileta hapa leo haya mama, ni kutoa shukrani. Hakuna tatizo mama. Yani ninakushukuru sana babangu. Hakuna tatizo, kazi umefanya vizuri, hakuna tatizo kabisa. Wale yana sasa hivi hata simu hawapigiani, siumiona chacha mambo wale ah, hivi namwacha ndani analia kabisa. Eh, yani mambo yamekwenda mkukia, yani amekwenda vizuri baba, nikasema ah <laughs> Mwanzangu shukrani zangu shukula, nisangu, lazima nikuletee. Nakushukuru baba, Mungu akubariki kwanza kabisa mawasiliano. Eh. Kweli hey, kweli kabisa, kweli Nganga Kimbunga, nimefanya mambo hapa. mambo hapa mpaka huko. hii. napewa aioni uaayuu h ujipulizia Mambo nataka nukukia mambo ya kunukia yaani, jambo zuri. Mwana huyu eh, mwana huyu baba, mie tena cha kukupa sina ila hichi kidogo, babangu pokea. hakuna tatizo, pokea babangu shukulani babangu i tena oa nibakiana mi na nauli Mungu Mungu akubariki. akubariki. Hakuna Hakuna tatizo tatizo. Mama. Mama. Mama. Asante, karibu kabisa kabisa. Hapo ndo kwa mganga kimbunga. Na kimbunga kweli? Kile ni kidogo. Kimbunga nimekiona baba. baba. Kimbunga, kazi imefanyika. Hakuna tatizo. Mungu akubariki. Haya, mama. Haya, si kwa nyingine baba nitaruka. Wewe, nenda mama. Wala usijali. Wala usijali kabisa. Haya, baba yangu. Haya, wala usijali. Sema bwana mulidi mulidi mulidi chakula chakula chakula tetu tetu madade. madade. Ye. Ye. tetu madade. Ye.

Ehe, kipenzi bora, umenipigia simu tena kwa msisitizo. Nitegemee nini kipya kutoka kwako? Najua kipenzi. uh -huh. Nimekaa nimefikiria, nikaona bora nifanye maamuzi magumu. Maamuzi gani haya? Siku zote ulikuwa una mashaka kati yangu mimi na mdogo wako, hivyo basi nimeamua kubadilisha namba za simu. Hii ni kwa sababu sihitaji mawasiliano naye kabisa na sitaki kumuona mbele ya macho yangu kabisa, ili wewe uamini kwamba wewe ndio huko ndani ya moyo wangu. Yeah, je, uko tayari kuolewa na mimi?